waaminifu ambao hata chama hilo wanalijua, inamama, oye oye. Kwa msemo wa kisasa tunasema bila ya kinamama CCM haifanyiki, haitoboi. Wanakutegemea sana. Kwa hiyo, kwa uaminifu wetu tunakwaminiwa, tuuoneshe hapa katika kuitenda hii kazi tunasema mcheza kwao, mm -hmm. Lakini hisani, kulikuwa na hisani na mambo yote ambayo yamefanya maendeleo yalifanyika hapa, yote yametugusa sisi kina mama, yote yametugusa kisi kinamama. Leo mimi nishatembelea kwenye ziara moja ya kinamama, tulitembelea hapa Vitunguji, kuna hospitali ya Vitunguji nikamkuta wanawake pale wanakuwa kujifungua, yaani huduma ziliokeko pale na Ulaya hazina tofauti, huduma ni sawa sawa au kuliko.